Kampuni za mawasiliano ya simu zimewekwa kwenye darubini baada ya ripoti ya shirika la Amnesty International kuzihusisha na madai ya kusakwa kwa wanaharakati wakati wa maandamano ya mwaka 2024 na mwaka 2025. Katika ripoti yake, Amnesty inaishutumu serikali ya Kenya kwa kutumia teknolojia kuwasaka, kuwakamata na kuwatisha waandamanaji, ikidai kuwa kampuni hizo ziliwezesha upatikanaji wa data za simu zilizotumiwa na vyombo vya usalama. Na kama anavyotuarifu Ben Kirui, kampuni hizo zimekana kuhusika na madai hayo. Ripoti mpya ya shirika la Amnesty International imebainisha kwa kina kiwango cha ukatili wa serikali wakati wa maandamano ya kupinga serikali yaliyotikisa taifa kati ya Juni mwaka wa 2024 na Julai mwaka wa 2025, ikirekodi mauaji ya vijana 128, watu 83 waliotoweka na zaidi ya watu 3000 kukamatwa kiholela. Ripoti hiyo inaituhumu serikali kwa kutumia teknolojia kukandamiza maandamano yaliyoongozwa na kizazi cha jenzi. Amnesty inasema mamlaka zilitekeleza msako wa Wakenya, unyanyasaji mtandaoni, kampeni za upotoshaji pamoja na vitisho vya kidijitali kuwanyamazisha wanaharakati. The um, intrusions of surveillance have taken place over the last one year and let's be clear it's not just that people's rights to privacy has been uh, undermined but many of the cases we've discussed are related to serious crimes serious crimes related to enforced disappearances related to deaths and fatalities and disappearances moja ya madai makuu kwenye ripoti hiyo ni kwamba vyombo vya usalama vilifikia deta za simu na rekodi za mahali walipokuwa wananchi bila vibali vya mahakama, huku kampuni za mawasiliano zikiwekwa kwenye darubini. Hata hivyo, kampuni ya Safaricom ambayo imetajwa katika ripoti hiyo ilikanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa uwasilisha deta za wateja tu kwa mujibu wa sheria na taratibu zinazoruhusiwa. Nayo Safaricom walisema kuwa inashiriki data ya mteja kwa kupitia njia halali pekee na njia zilizoruhusiwa kisheria. Amnesty pia inailaumu mitandao ya kijamii ya X kwa kushindwa kudhibiti kampeni za chuki na upotoshaji mtandaoni iliyowalenga wanaharakati wakati wa maandamano hayo. Tunakandamiza kampeni za udanganyifu na kuwatukana wakosoaji wa serikali, kwa kuwaita wanaharakati wa kulipwa na mawakala wa kigeni. Shirika hilo la haki za binadamu sasa linaitaka serikali kusitisha mara moja matumizi ya teknolojia katika ukandamizaji, kufanya uchunguzi huru kuhusu mauaji na watu waliotoweka, pamoja na kufanya marekebisho ya haraka ya sheria ya uhalifu wa kompyuta wa mtandao ambayo inadaiwa kutumiwa vibaya. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.